Kwa hiyo wanasema so far so good. Mi naamini tu, tu, bado tuna kitu, bado tuna tunaenda nyumbani hizi mechi zote. Yeah. Niliwambia nation anakuja kutoa mm. darasa hamechi mm. ya patsoma na kabla mm. ya mechi nilikuwa na chat naye hapa somo soma ambacho tumekubaliana mimi naye hapa, ameandikaje hapo, ile kazi kubwa ya kufanya. I will do the best mwanangu. Haya, huyu hapa. Umeona ambacho amekifanya amekifanya kwa leo, niliwambia anakuja kutoa darasa. Kuna viungo amecheza mechi mbili, kuna watu wakaanza kupiga paka magoti <laughs> sasa Ah, mbingu na nashe mengi watu wanaanza kumlukia tena kijana wa watu sahizi ndio maana <laughs> eh. <laughs> no, nikamwita ni mkata umeme wa nchi amekuja kutoa maana halisi ya namba sita inachezwaje ndio leo katoa Kuna wachezaji huwa yeah, wanajipanga labda kukutana labda na Simba na Yanga wanafanya maandalizi binafsi kwa kweli ilikuwaaje na ulivyokuwa ukikisikia kikosi mitandaoni ndivyo ulivyokikuta leo wakati unacheza Ya, naweza nikasema kwamba Yani yeah, nishatoka kwenye kumwangalia mpinzani wangu, mi najiangalia mimi na timu yangu, kwahiyo mi nitampokea mtu yeyote kadi anavyokuja. kwa kwahiyo siwezi kukaa kumfikiria mpinzani, ndamheshimu lakini siwezi kukaa kumfikiria yeah. Musa Balla Conte. mm. Ametolewa chifu huyo ndio niweze kusema namheshimu na, na kwa nafasi yake ni professional, na namheshimu kwa nafasi yake ni, ni, ni, ni, kasema hivyo. Kwa hiyo kikubwa ndio hivyo kwamba tumepoteza mchezo, tutajipanga kwa sababu ya mchezo mwingine, na si tupate matokeo. Tushapata matokeo mawili mpaka sasa, tume draw, tumefungwa tume. Kwa hiyo mimi naamini kivi vyote mechi inayokuja lazima tushinde. Uh, Yanga kuwazidi ubora, tatizo ni nini? Mm. So, wenyewe ni kweli, wewe mwenyewe tumeona, kuna vitu vingine unaona ya kwamba yani, in terms of quality haja tu nani sasema, wame, wame mistake tu ndogo ndogo, haja tuzidi sana, lakini ni mistake machuadi player wengi wamepata nafasi wameweza wame, kupata uh, uh, matokeo okay. Yeah, jamani, interview fupi.